a kila mahali maandamano yanastahili, hata katiba inasema maandamano, usiwe mtu ambaye amebeba silaha yoyote. La pili ni kwamba ukifanya yale maandamano, hauharibu mali ya wenyewe na huleti fujo. Maandamano sio mambo ya kupigana. Nakumbuka kwamba si maandamano peke yake katika katiba yale yameruhusiwa, ni pia kufanya ile ukipenda petition. na pia hata kuketi mahali chini tu kwa sababu objective siyo, siyo, kuumiza sio kugandamiza, ni kwamba kumbuka kwamba kama una haki yako ya kuandamana, kuna pia watu wengine ambao wana haki zao za kufanya biashara, za kuishi, kuwa na amani, kuwa na yale ambayo wanawafanya, pia wako na haki zao. Haki yako haiwezi kuja ikawa ndio inakiuka za wengine, lakini kusema kweli ni kwamba vile ambavyo askari nia ya mwenye kuleta mswada huu ni safi. Kuna vipengee vingine katika sheria za Kenya ambazo zinaweka wazi namna maandamano yanavyostahili kufanyika. Ukweli ni kwamba yule ni mtu ambaye anataka tu kuonyeshana upafu Akikazi ni mtu tu anacheza tu, ukipenda kwa gala kule ni mtu tu, kuleta tu bwembwe tu, kwa sababu kama ni, ni mtu ambaye anatunga sheria, anajua kwamba sheria za kudhibiti maandamano, sheria ambazo zinahusu uh, mambo ambayo ni ya uhuni, mambo ambayo ni ya ukora ziko. Hakuna sheria utatunga ambayo itasema mtu aingie duka ya mtu, avunje, aingie pale, atoe vitu, atoe mali aende nazo. Uh, wakili, raia wengi wanaamini kwamba maandamano ambayo serikali nyingi ambazo zimeonyesha kuongoza kutumia nguvu hazisikii maandamano ya amani, unadhani kuwepo kwa sheria itaweza kuondoa dhana hiyo? Zile vitu zinafanya watu waandamane, serikali isikize, kama ni mambo ya corruption ambayo inaonekana kama ni yale watu wanasema, kuna uvujaji wa fedha za raia kuna mambo ambayo ukosefu, ukosefu wa kazi. Sikiza watu wajibu vizuri, kama watu ya? useme tu wewe, kazi yako ni kuangalia tu, ni vipi? Haitawezekana, watu watakuandamana, hata kuongea ni vipi tunaweza kushuruhisha haya mambo, vile tulivyo na kuongelesha watu kwa ukweli. Kusema ukweli, uh, ni kwamba sheria sio ambayo hufanya watu wabadilike. Watu hubadilika kwa sababu ya kuelewana, kama sasati kwamba mambo mengine ni mazuri mengine ni mabaya. Kwa hivyo sioni kama kubadilisha sheria ndio itasaidia.